Wasanii wengi hawapendi kusema walisaidiwa, lakini kwenye uzinduzi wa EP ya msanii Mbosso Room Number 3, kilitokea kitu ambacho hakijawahi kusemwa hadharani. Rapa Young Lunya alisimama na kufunguka ukweli mzito. Je, unajua kuwa baadhi ya mistari ya nyimbo zake ziliandikwa na Mbosso? Wengi walishangaa, wengine waliguswa sana, na nina uhakika wengine walibubujikwa na machozi. Karibu hapa Mizuka Media, sehemu pekee inayokupa ukweli wa ndani wa mastaa wako pendwa. Katika tukio hilo lililojaa mastaa mbalimbali, kuanzia wacheke shaji wasanii wa muziki, wanahabari na mashabiki wa Mbosso, mmoja waliopewa nafasi ya kuzungumza alikuwa ni Young Lunya, na kwa kila ambacho wengi hawakutegemea Young Lunya alisimama na kusema haya alikuwa alikuwa ananipenda, anapenda sana kuniandikia chorus, alikuwa anapenda kuniita na kuniandikia chorus na gita yake. Kwa hiyo ni msanii mzuri, simjui leo, namjua zaidi ya miaka kumi. Anajua uwezo wake na napelekea na uimbo ni mzuri sana, na nyimbo zote zikuni zo kali sana kwa hiyo endelea eh, kutengeneza muziki mzuri. Mungu akubariki sana, kubariki sana Mbosso. Dada twende tena, dada huu ni ushuhuda ambao unaonyesha ni jinsi gani Mbosso sio msanii tu wa kuimba bali pia ni mtunzi mahiri ambaye amewasaidia wasanii wenzake wengi kimya kimya, bila kutafuta sifa za huku nje. Manake katika industry ambayo watu wengi hushindana, ni nadra sana kuona msanii anachukua muda kumpongeza au kumshukuru mwingine hadharani kama alivyofanya Lunya. Yaani hili ni somo kubwa kwa wasanii wa generation ya sasa. Kwa niaba ya mashabiki wa mziki wa Bongo Fleva tunampongeza Mbosso kwa kuzindua EP yake Room Number Three ni hatua kubwa, lakini kilichotokea kwenye tukio hilo ni zaidi ya muziki. Ni muhimu kushikamana, kusaidiana na kudhamini mchango wa kila mmoja. Lakini je, unadhani kwa nini wasanii wengi wanashindwa kukiri au kushukuru waliowasaidia kama alivyofanya Young Lunya? Au je, unafikiri Mbosso anapaswa kupewa nafasi zaidi kama mtunzi wa nyimbo kwa wasanii wengine? Niachie kwenye comment section ebwana. Mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi. Nne na tano na waachia nyinyi hapo, e bwana, eh, tukutane kwenye video ijayo. Alikuwa ananipenda, alikuwa anapenda sana kuniandikia chorus, alikuwa anapenda kuniita na kuniandikia chorus na gita yake. Kwa hiyo ni msanii mzuri, simjui leo, namjua zaidi ya miaka kumi. Anajua uwezo wake, na napelekea wimbo ni mzuri sana, na nyimbo zote nikali sana. Kwa hiyo endelea kutengeneza muziki mzuri, Mungu akubariki sana, hongera dada, twende tena dada.